Kim Media, ilikuwa ni asubuhi saa mbili kama na dakika sita hivi, niko ndani nikasikia kuna mwananchi alikuwa anapandapanda mpunga hapa, akaja kunigongea, natoka, akasema kuna maafa hapo juu ya reli, kuna mtu amegongwa na treni. Basi ndo nikaa nimetoka tukawa tumekuja tumefika hapa tukiwa wawili na mjumbe wa serikali ya mtaa watatu, tukakuta hali kama hiyo. Ah, shirika la leli na lenyewe pia tulikuwa tunaomba liongeze umakini, kwa sababu kweli leli ina njia yake treni na njia yake ambayo ni leli, lakini kuna makutano ambayo tunashare kati ya leli na binadamu. Kwao tunaomba na wenyewe waongeze umakini, kwa sababu hata oni zao zimekuwa ni ndogo sana, yani oni ikipigwa ya treni kavu vuzela la mtoto wakati, tofauti na mwanzo. Kipindi sisi tunakuwa leli, ilikuwa ikifika kwenye junction treni ikipiga honi, nyumba zote lazima msikie kwamba kuna treni inapita lakini tunaomba pia na wenyewe reli waongeze umakini. Yes, tulipigiwa na mwananchi kajina maarufu anaitwa Baba Richi kwamba kuna tukio la mtu amegongwa na treni, tuliweza kuondoka haraka kuja, lakini bahati nzuri nilipitia kwa mheshimiwa diwani, na tukio liko katika maeneo ya mheshimiwa diwani. Bahati nzuri nafika pale na ye, tukaungana naye, anatoka kwenye geti fika katika eneo la tukio kwetu tukathibitisha kweli kuna mtu amefariki. Kaangalia akatueleza yule mwananchi kwamba kuna mtu alikuwa anatokea hivi au stazi. Yeye alikuwa kwenye chini ya jaruba alikuwa hana habari. Kwa hiyo bwana ndo akamwambia bwana, kuna, kuna, ume, unalima hapa kuna mtu amefariki hapa juu hapa. Inaonekana kama kagongwa na treni. Basi tukaangalia, kwetu tukathibitisha, cha kwanza tukachukua hatua ya kupigia askari kata na baadaye tukapigia zimamoto, askari ya zimamoto jeshi la uokoaji, na bahati nzuri jeshi la uokoaji haraka sana likawa limefika kama dakika ishirini likawa limeshafika, na mpaka sasa wako hapa. Kwa kweli tumesikitika sana mtu yule kweli kafariki. Inaonekana kabisa ni kama inaonekana ashiria ni ajali ya treni kweli. Nilopita hapa jana mnamo muda ya saa tatu ilikuwa ni treni hiyo ya express kutoka Kigoma, kulingana na wingi wa mabehewa. Kwa hiyo ukilinganisha na maelezo ya jeshi la uokoaji amini zimamoto, wanasema tukio hili sio la asubuhi, ni tukio limetokea muda kidogo, na sisi kweli kama mashuhuda majirani tunakumbuka treni liopita hapa mara mwisho ilipita muda huo wa saa tatu ya jana amini kuamkia leo lakini pia tunawashukuru uongozi na serikali yetu, kwa sababu waheshimiwa wote viongozi wote wa mtaa wetu wa kata yetu wamefika hapa na wamejaribu kutoa elimu pia baadhi ya kwa baadhi ya wakazi ambao wanakaa wa eneo hili, kuendelea kuchukua tahadhari, kuchukua tahadhari, hususan wanapokuwa wanatumia njia kama hizi za treni, kwa sababu ni mm hatari -hmm. zaidi kulingana na matukio ambayo yamekuwa yakitokea sana kwenye eneo letu hili hapa. Panaonekana huyu huyu mwalimu hajagongwa muda huu tumewauliza majirani hapa, wamesema kwamba kuna treni ilipita usiku, si ndio? Eh, pengine ndio inaweza kusababisha kifo na, na tumewauliza majirani hapa, hakuna mtu anayemfahamu anayemfahamu. Au kuna mtu hakuna? Kwa hiyo sisi tutabeba umwili, tutaupeleka kama uchwali kule hospitali, afu taratibu zingine sasa za kiuchunguzi zitaendelea wakati tuko kule. sisi tunapofika eneo la tukio tunatakiwa tufanye kile